Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, wan ni'mata... Uh, leo tunahitimisha ndege zetu sita za Saudi Arabia na Airline ambazo tulianza operation tarehe 22 mwezi huu wa tano na hatimaye leo tunafikia tamati ya uh, operation hizi. Leo itakuwa ndege ya mwisho kuelekea nchini Saudi Arabia. Tulianza ndege tatu kuelekea Madina na ndege tatu zilikwenda zinaelekea Jeddah. Takriban tulikuwa tuna mahujaji elfu moja na mia saba. Leo ndo tunakamilisha kwa ndege yenye mahujaji mia mbili na tisini na mbili operation zetu ze zimekwenda vizuri sana, alhamdulillah tangu tulipoanza mpaka leo, kwa experience tuliopata kuwa ndege zote zilikuwa zinafika kabla ya wakati hapa na muda mwingi tukikaa tukisubiria kupata go ahead kwa ajili ya kuondoka, kwa sababu hatuwezi kutua nchini Saudi Arabia bila kuwa na muda maalumu. Lazima tufike, hatuwezi kufika mapema, lazima tufike kwa mujibu wa muda tuliopangiwa. Muda ule ndio tunatakiwa tuingie, na ndio maana tuta experience kitu kimoja, kwa mahujaji wanaingia kwenye ndege, lakini tunakaa muda kidogo kwa ajili ya kusubiria muda ufike ili tuweze kuruka. Alhamdulillah, ndege zote tano tumeondoka kwa wakati, na hii tunatarajia tushamaliza na tuna muda kutosha leo kuweza kusubiria ndege ndege na kuweza kuondoka. Ziko changamoto mbili tatu ndogo za kikawaida ambazo siwezi kuzita kama changamoto, ni just wanadamu na dini na watu tofauti, zitakuwepo changamoto. Kuna masuala ya watu kuwa na mabegi ya ziada ambapo, alhamdulillah, asilimia sio kubwa sana lijitokeza kwenye masala hayo. Lakini vile vile suala la wazee ambao wengi walikuwa hawana uzoefu wa safari, ambao leo alhamdulillah, tukishirikiana na timu ya wa Wakfu na Mali Amana, Umoja wa Tahiza, walikuwa wakiweza kusaidia sana watu hawa naweze kuweza kupata huduma kujihisi kwa wao wako salama na wanakwenda kwenye safari na umoja wao. Na jingine ambalo nilipenda kulizungumzia hasa katika hizi operation kuwa kitu ambacho kimefanyika kizuri kwa mpaka hivi sasa hivi mahujaji wote hawa elfu moja na mia saba wanaondoka maji yao ya Zamzam tayari yako Zanzibar yanawasubiria atakaporudi inshallah. Wakifika tu watayakuta maji yao wa, yameshafika Zanzibar, yako tayari hapa, wao wanakwenda, lakini wakirudi watayakuta yako hapa maji ya Zamzam. Na jingine ambalo ningelipenda kulizungumzia katika operation zetu hizi kuwa zilifanyika kwa mujibu wa maombi ya serikali na hasa kwanza, Mheshimiwa Rais aliomba sana ndege. Mchakato ulianza karibu mwaka mmoja nyuma hivi, mwaka jana nakumbuka, tulianza mchakato wa kuzungumza na management ya Saudi Airlines na wakakubali, na tukaenda nao. Kitu ambacho kikubwa ambacho nilichoona commitment ya Saudi Arabia Airlines, ambayo mwaka jana mwezi wa Novemba walitupa commitment kuwa, sisi tutaleta ndege sita na muda wa ndege wetu utakuwa ni huu. Basi mpaka muda huu hakuna mabadiliko ya muda uliotokezea. Hicho ni kitu muhimu sana, kuweza kwa sababu popo safiri ni muda unakuwa na kitu cha thamani kubwa sana. So so far operations zote zimekwenda kama ulivyozipanga, na Mwenyezi Mungu akazitia taufiki kwa mujibu wa ya ratiba yake, hakuna tandege moja ilo delay ama iliokuja imechelewa ama nini, na so far mpaka sasa hivi hakuna changamoto, labda tumeacha mzigo, umeachwa haujapata mzigo wake mtu, kila kitu kimekwenda vizuri, hicho tunashukuru sana. Lakini mwisho, napenda kutoa shukrani zangu za dhati, kama mimi msimamizi mkuu wa hii ndege kwa upande wa Zanzibar, kuwa tumepata mashirikiano makubwa sana kutoka Wakfu na Mali ya Amana, Umoja wa Taasisi za Hija Zanzibar, lakini vile vile watu wetu wa ground handling agents ambao Danata walitoa msaada mkubwa sana kuweza kufanikisha ile swala letu, na vile vile watu wa mamlaka ya viwanja vya ndege, wao tangu operations inaanza, tulikuwa nao pamoja wakatupa kila msaada unahitajika kuhakikisha mahujaji wetu hawapati tabu yote na wanakwenda salama. Na in fact, ukitizama kuna baadhi ya mahujaji wengine walikuwa wanatokea Pemba na Dar es Salaam waliwachukua wakawaweka mahala maalum, na baadaye wakaweza kusubiria tena ndege na wakaweza kufika kwa wakati. Hilo ni kubwa sana ambalo tunalishukuru sana, na tunatarajia operesheni zetu za kurudi zitaanza kuanzia tarehe kumi na moja Juni. Tutakuwa vile vile tuna flight tatu tarehe kumi na moja, zitakuwepo flight mbili, moja alfajiri, moja itakayokuwepo usiku, na tarehe kumi na tatu vile vile kutakuwa kuna flight moja kwa upande wa Jeddah na baada ya hapo tutaanza tena operation tarehe ishirini na sita ya mwezi tarehe kumi na sita ya mwezi wa ju uh, sorry, wa June, ambayo zitaanza kutoka Madina kuja zake. Tutakuwa ndege tarehe kumi na sita kumi na nane na ishirini na hapo ndio tutakuwa tumefanya, tumehitimisha ndege zetu za kwa mahujaji wetu. Saudia airline tulianza kwenye hiji ya mwaka jana wakati tuko nchini Saudi Arabia, tunaanza kwenye kwa hija mwaka jana, mazungumzo ya operations za ndege zilianza wakati huo, na hatimaye ndio tumeweza kulifanikisha leo. Maanake nini? Maanake na hija ya mwakani inaanza leo, sio tukasubiri mpaka miezi ya baada ya Ramadhani. So natoa wito kwa ndugu zetu wote wa Uislamu ambao wanania kwenda kuhiji kwa mwakani, basi kuanzia sasa hivi waanze kujiandikisha kwa taasisi yote ambao wao wanaipenda ili kuweza kutupa operations zina ziende vizuri, kwa sababu kilichosaidia hii mara hii kuna commitment, wanataka watu commitment. Yenyewe ni kutaka nini? Wanataka sisi tujifunge, kusema sisi tutakupeni mahujaji elfu mbili. Tukishakuweza kujifunga hivyo, na maana na watu ndio watakuwa tumeshajifunga na. Sasa ikiwa taasisi za hija hazina idadi maalum hivi leo, basi inakuwa ni vigumu sana kuzifanya hizo operations zikienda vizuri sana. Alhamdulillahi, mara hii Tanzania napeleka mahujaji elfu tatu na mia nne takriban na kati takriba ya hao elfu mbili na mia nne takriban ametokea katika visiwa vya Zanzibar na katika elfu mbili na mia nne elfu moja na mia saba kitu wamechukuliwa na ndege ya Saudi Arabia. Kwa nini? Kwa sababu commitment ya mapema tulijifunga nao, na tukasema hii ndio idadi ambayo tutaweza kuipeleka. Kwa hayo machache sana la kusema, isipokuwa na washukuru wote Waislamu wote kwa kutupa ushirikiano, waweza kufikia hatima hii leo hapa na leo, ndio tunahitimisha hii operation ya ndege za Saudi Arabia. Shukran sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laa sharika laka labbaik.